Imani bid'a baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam karne kadhaa, na bid'a ya kwanza kama wanavyotaja wanachuoni kwamba ilikuwa ni bid'a ya Makhawariji, ikafuata Qadariya, ikafuata hivo ndio ikaja baadaye bid'a ya maulid karne ya nne. Ikaja karne bid'a ya maulid ikaja karne ya nne kabisa, baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya miaka mia nne.

Yakulu sabahakum wa masaakum, kana kwamba anawaambia jeshi, mtavamiwa asubuhi au mnaweza mkavamiwa jioni. Kana kwamba anaweka sawa. Leo hii hutuba zimekwisha, na hutuba kama hizi, hutuba za kukemea bid'a zimekuwa chache sana, na kuwa ni mkali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkali, kwa sababu baada ya kusema maneno haya anasema amma ba'du, baada ya kukasirika, baada ya mukaddima wake anasema amma ba'du

Lakini pia hapa maneno haya anayasema kwa, kwa, kwa, kwa hasira na macho yake yanakuwa ni mekundu, ambavyo wao na ngozi nyeupe ngozi yabadilika, kuona kwamba kwa kwa mtu huyu anakaribia kutu kutuangukia kutupiga sisi. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam wa katika mukaddima wake tu atahadharisha bidhaa washara al-umuri muhdathatuha wa kulli bid'atin dalalatun, shari ya mambo ni yale yenye kuzuliwa

Atakayezua jambo ambalo halimo kwenye dini atarejeshewa. wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, na atakayefanya matendo ambayo hayana amri yetu sisi basi atarejeshewa. Katika miongoni mwa madhara ya bid'a ni kutokubaliwa matendo, yaani mtu anapofanya bid'a katika dini matendo yake hayakubaliki ni katika madhara. Waona mtu ana ikhlas ana anafanya jitihada kubwa sana, waona kwamba huyu apatia sana lakini kumbe akosea sana kuliko kile ambacho anajitahidi kukitafuta, kwa sababu shari ya mambo ni yale yenye kuzuka katika dini. Baada ya kuambiwa baadhi ya watu kwamba nyinyi mnafanya bidaa, wakawaambia nyinyi, mbona mna mazulia msikitini Mbona mna mazulia msikitini? Mbona mnatumia mukabiratu sauti, kipaza sauti? Kwa nini mnatumia feni msikitini? Mbona kuna taa? Zama za Mtume taa zilikuwepo? Mbona mnatumia magari? Huyu ajui bidaa. Bidaa ni katika dini, bidaa ni katika dini, sio mambo ya, ya, ya, ya kidunia katika mambo ya kidunia, zuo unavotaka, kiamua nyumba yako igeuze ikae kichwa chini miguu juu, zuo unavotaka, lakini kwenye dini la. Ndio maana wakowepo maulamaa alhuffadh, maulamaa wakali wa hadithi, wanatetea sunna, kwa sababu ukilegalega katika sunna, sunna inakufa, kwa sababu albid'atu ahabbu ila iblisi, Bidaa inapendeka sana sana kwa ibilisi kuliko maasi. Yani ibilisi wewe ukizini wewe, auni ubaya anaona haja kufanikisha, ukiiba bado, ukifanya kadhaa bado, lakini anakufanya taharish uchochezi, ufanye bidaa, hapo atakupenda sana.

kitachowajulisha labda wataonekana labda wameenda msikitini. Ndugu zangu katika imani, katika maulid uenda inawazunguka watu hapa, lakini hakuna jambo ambalo wanachuoni wamelikemea kwa vikali kama jambo la maulid, kwa sababu maulid ni bid'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa mwenyewe, Mtume kapata watoto Masahaba walikuwa na watoto, lakini haikuwepo sababu ya wao kusherekea mazazi yao. Mtume alikuwa na Ibrahim, alikuwa na Abdullah, alikuwa na Qasim, alikuwa na mabinti zake, lakini haikutokea Mtume sallallahu alaihi wasallam hata siku moja akasherekea kuzaliwa kwao, bali hata yeye hakuwahi kusherekea, Mtume sallallahu alaihi wasallam Wanasema ah, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema amezaliwa Jumatatu. Naam, Jumatatu ina sababu nyingi. Mtume anasema, alipoulizwa kwa nini anafunga siku ya Jumatatu, anasema dhalika yawmu ulidtu fihi, ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake. Ndio sababu ya kufanya nini, akafunga? Ni siku amezaliwa. Juma ngapi? Jumatatu kisha akasema wa yawma unzila alayya, siku ya Jumatatu ni siku ambayo imeteremshiwa Qur'an. Kwa nini nyinyi mchukue siku ya kuteremshiwa Qur'ani ikateremshwa, eh, siku ambayo amezaliwa? Kwa nini mchague kuzaliwa peke yake msichague na kuteremshiwa Qur'an? Unaona, ametaja sababu nyingi kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika miongoni mwa sababu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizompelekea kufunga siku ya Jumatatu ni siku ya ni siku ya kwanza katika wiki na akasema nafunga Jumatatu kwa sababu malaika akitapotelemka kuandika matendo ya wiki nzima akute katika ibada, na siku ya Alhamisi aondoke aniache katika ibada, sitazimia. Ndio sababu ya yeye ya, ya, ya kufunga Jumatatu. Naam, tujalie kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa Jumatatu, je, nyinyi mnafunga siku hiyo? na wapi? Hapa wamebainisha mapenzi yake ya, ya kusherekea na kucheza na kufanya salafu. Katika miongoni mwa munkarati zinazofanyika katika maulid wao wanaweka kiti na kuitakidi kwamba Mtume sallallahu llahu alaihi wasallam yahdhur, anahudhuria pale. Nikiwaambia tupeni dalili hapo, kwamba ukifika mlango fulani mkisoma Barzanji mkifikia mlango fulani kwamba tusimame na tuhudhurisha kitu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria, haya yametoka wapi? Hali ya kuwa masahaba wametuhifadhia sunna na zikapokelewa katika mikono kwa salama, zikakemewa, walikuwa wakitizama Shia wanawakemea, hawapokei hadithi kwao, watu ambao wametoka katika daira ya sunna wana hawapokei kwao, haya wameyapokea wapi? na hili aliyokuja kutambulika baada ya miaka mia nne karne ya kwamba alikuwepo, mfalme mmoja anaitwa kukubu Baktaki, aliona kwamba manasara wa Kristo wanasherekea mazazi ya kuzaliwa kwa Isa, na iye akaona kwamba hakuna vibaya sisi, kwani sisi tumpendi Mtume wetu? Akafanya nini na wao, wakaweka kwamba na sisi tutakuwa tunamsherekea Mtume sallallahu alaihi wasallam salam Wakaja baadhi ya watu ambao akalu wanaopenda kula kula, wakaja watu hao, wakaanza kuipamba na kuanza kuipa kui, kui, kui, hadithi ambazo hazipo shubha. Uweze kumfuata mtu wa maulidi, anasherekea maulidi, ukamwambia nipe dalili ya kusherekea, akakwambia hakuna, anakwambia anakusomea aya ya kumsalia mtume. Hapa ni kumsalia mtume, sio kusherekea

ndani yake kumejaa ushirikina, kutafuta wasila kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuomba na kumweka daraja lisiokuwa la kwake. Haya yote yanafanyika katika maulid. Yafanyika munkari mkubwa kabisa, ambao hakuna mtu wa sunna aliyeionja neema ya sunna kayafanya mambo yale wala kuhudhuria mahala pale, kwa sababu ni mambo ambayo yapendwa na Ibilisi. Ukitaka kujua batili usisumbuke sana ubatili wa maulidi. Tizame, haina wakati maalum wa kusherehekea. Hakuna dalili maalum ya kuonyesha kwamba hii ndio tarehe ya maulidi, ikishapita ndo basi. Hakuna dalili mojawapo ya ubatili wake. Kuna maulidi ya kitaifa, yani hata wa, wale walioanzisha wakija leo wanasema, na mimi nimefanya bid'a? hivi hatuvijui sisi kuna maulidi ya kitaifa, kuna maulidi ya mkoa, kuna maulidi ya kanda, kuna maulidi ya misikiti vijiji, kuna maulidi ya mashehe, kuna maulidi ya madarasa. Wewe ukijisikia mwenyewe unaanza kufanya maulidi. Utaratibu huu umetoka wapi? Ndugu zangu, enyi watu wa Sunna, utaratibu huu haupo kwenye dini. Ni utaratibu ambao umekopiwa, kama wanavyoeleza wanachuoni, ni utaratibu watu wamekopi kwa Manasara na Mayahudi, wakaingiza katika dini, ikapokelewa na watu wasiojishughulisha na dini yao, ambao sunna haina nafasi katika nyoyo zao. Lakini usistaajabu, usista kumwona mtu wa sunna akawa yeye ashiriki kule ashiriki na watu hawa mazazi maza haya ambayo hakuna mafundisho walau kidogo. Lau kama mnajua maneno ya wanachuoni waliota, sio wajana wala sio mwaka jana, miaka imepita huko nyuma, watu wa miaka mia nne miaka mia tano katika miaka ya kiislamu, leo elfu moja na mia nne na kitu wanatamka maneno mazito sana kunako wazushi kwenye dini ya Uislamu. Lakini watu wa Sunna na tunakumbushana, watu wa Sunna hawaoni nafasi ya Sunna hiyo waliokuwa nayo kuwa ni neema, wamelegalega kwenye neema, ule ujamaa umewachukua. Wallahi ndugu zangu katika imani, lau kama mnajua bid'a inavyochukiwa sana mbele ya Allah tabarak wa taala, msingeweza kuwakurubia watu kama hao, wala msingeweza kuwafanya kuwa ni marafiki. Kwa sababu kinyume cha sunna ni bida, ni uzushi katika dini. Ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa madhara ya, ya, ya, ya, ya, ya bida ni kwamba yanahua sunna. Inapofanyika bida, basi tambua mahali hapo kumeharibiwa sunna. Albidaa tumitu sunna, bida inafisha sunna, inaziua kwa maana inazipoteza sunna. Lakini watu wengi hawalitizami jambo hili, kwa sababu watu wengi na hapa tuzungumzie sisi watu wa sunna, ni kwa sababu watu wa sunna hawatizami na kuona nafasi ya sunna walioshikamana nayo. Lakini huenda waislamu wengi ambao wajinasibisha na sunna, wapenda kheri ya sunna, wasiifahamu sisi tumekuwa tume tumezaliwa tumewakuta, sisi wazee wetu ni watu wa sunna, alhamdulillah wanaishi katika hali ya sunna, lakini tulivyosoma tukaona athari fulani ya kwamba baadhi ya wazee wetu, tena baadhi ya wengine ni viongozi, mpaka leo hii, wao waliishi ile sunna y kipindi hicho ya kujua kwamba yeye anavaa ni sifusaf Sawa, anaoa wake wangapi? Wanne. Sasa nyingine chache tu za kuoa wake wanne, labda kuamka usiku, lakini toka huko nyuma wajua kwamba bidaa, maulidi ni bidaa, khitma ni bidaa, lakini hao hao wafanya tamyiri waichoma na kuishusha chini sunna wanajifichaficha na kuenda kushirikiana na watu ambao wakija kwenye mimbari wawakemea. Allahu Rahmani Rahim.